Kwa wale mnaosimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura kwa mara ya kwanza ni mategemeo yangu kwamba mtajifunza kwa haraka na mtapata uzoefu kupitia majadiliano ya pamoja katika mafunzo haya kupitia wenzenu ambao inawezekana tayari wameshapata uzoefu hapo awali. Kwa upande wa wale wazoefu mtatumia fursa hii kujiongezea uzoefu, kujipatia maarifa mapya na kubadilishana uzoefu na washiriki wengine. Wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali mbali za kikatiba na kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa hasa katika ngazi ya vituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha rais, ubunge na diwani ndiyo yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo <coughs>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 Kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo: moja, someni kwa makini katiba, sheria, kanuni, miongozo na taratibu mbalimbali zilizotolewa na zitakazotolewa na tume, na ulizeni mpate kufafanuliwa mambo mbalimbali ambayo kwa namna moja ama nyingine, eh, yatakuwa na changamoto za, za, za, za kiufahamu ili kuwarahisishia katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi kwa mujibu wa kifungu cha ishirini cha sheria ya Tume huru ya Taifa ya uchaguzi na mambili, ya uchaguzi namba mbili ya mwaka 2024, kinasema ni na kinukuu, kwa madhumuni ya sheria hii, mtumishi aliyeajiriwa ama aliyeteuliwa au aliyeazimwa na tume kwa kipindi chote atakachokuwa akitekeleza majukumu ya tume atachukuliwa kuwa ni mtumishi wa tume na atatakiwa kuzingatia katiba sheria hii sheria na ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja mwaka 2024 na sheria nyingine yoyote inayohusu utekelezaji wa majukumu ya tume. Mwisho wa kunukuu. Nimekinukuu kifungu hicho kwa msingi wa kuonesha mambo manne yafuatayo. Mos, kwamba tangu siku ya uteuzi wenu ninyi ni watumishi wa tume huru ya taifa ya uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi. Kwa hiyo hapa nyinyi mnasomeka kama INEC, ni watumishi wa tume huru ya taifa ya uchaguzi. Kwa hiyo hapa nyinyi mnasomeka kama INEC, ni watumishi wa tume huru ya taifa ya uchaguzi. Kwa hiyo hamtaiaibisha tume kwa sababu mnabeba taswira ama nembo ya tume. Jambo la pili, la pili la kwa nini nimenukuu kifungu hicho kwamba utendaji wenu na uwajibikaji wenu katika kipindi chote cha utumishi wenu kwa tume mtawajibika kwa tume huru ya taifa ya uchaguzi na sio mamlaka nyingine yoyote isipokuwa kama jambo hilo litahitaji kwa, litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. Na jambo la tatu, kwamba taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa na tume kwa tume kupitia msimamizi wa uchaguzi na sio vinginevyo. Msemaji wa masuala ya uchaguzi ni mimi, au endapo nitakasimu madaraka hayo mimi mwenyewe. Kwa hiyo simamieni viapo vyenu vya kutunza siri, lakini pia kujitoa au kutokuwa mwanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Mlipokuwa mnajitoa kwenye vyama vya siasa, wale wenye vyama vya siasa si kwamba umejiondoa moja kwa moja hapana. Ni kwa kipindi hiki ambacho unatekeleza majukumu ya tume. Itakumbuka kwamba kuwa mwanachama wa chama chote cha siasa si dhambi, ni haki yako ya kikatiba, lakini unapotekeleza majukumu haya, ondoa na weka pembeni mahaba katika chama chako ulicho nacho kama mwanachama. Hivyo katika utekelezaji wa majukumu yenu, zingatieni matakwa na masharti ya kifungu hiki na kuepuka kuonekana mnawajibika kwenye mamlaka nyingine tofauti na tume huru ya taifa ya uchaguzi katika kipindi hiki. Kwanza tunaipongeza tume kwa kufanya kwa kutuchagua kwa kutuchagua sisi kwamba tunafaa, na sisi kama wa makarani tumejipanga, hatutaangusha, tutafanya kazi vizuri, tutaonyesha customer care nzuri kwa wapiga kura. Kwa majina, naitwa Baraka Po Sanga. Mafunzo ni kweli tumeyapata cha msingi kwetu ni kwenda kusimamia viapo tulivyokula kwa kadi ya mafunzo tuliyopewa na kuyaishi kwa mujibu wa tume ya taifa ya uchaguzi.